Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu na Mungu akubariki sana kwa ajili ya ujumbe ambao tumepata nafasi ya kusikia. Kumbuka kitabu cha Isaya mlango wa sita mstari wa kwanza hata mstari wa tano. Mungu ana Mungu anatufundisha kwa namna ya tofauti tunaposoma hiki kitabu cha Isaya. Isaya anasema alipokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo vilikuwa vinamzuia Isaya asimuone Bwana na Unaona, anasema kwamba ole wangu mimi, midomo yangu ni michafu. Lakini sio tu midomo yangu michafu, marafiki zangu, ninakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Kwa hiyo kilichokuwa kinasababisha Isaya asimuone Bwana, kitu kingine ni midomo kuwa michafu, ndicho kinachosababisha kumuona Bwana. Kwa hiyo unaona ndani mwake, Mungu anasema hivi, unajua Mungu atufundisha kwenye kitu hiki kwamba kumuona Mungu kutategemea pia usafi wa midomo yetu na Mungu alikuwa anatarajia ibada kutoka ndani ya Isaya kupitia kinywa chake, lakini ameshindwa kumuona Bwana, alishindwa kumwabudu Bwana kwa sababu rafiki zake walikuwa na midomo michafu. Rafiki zake walikuwa na midomo michafu kiasi kwamba hakuna mtu alikuwa anaona thamani ya kumuona Bwana. Hicho ndicho ambacho kilikuwa kikwazo kwa Isaya, na Isaya akanasema kwamba ni ole wangu mimi, midomo yangu ni michafu, midomo yangu ni michafu siwezi kumuona Mungu na kama nimeweza kumuona Mungu na midomo michafu, maana yake ninaweza kufa. Kwa hiyo, nawezekana Mungu amekuweka mahali alikuweka na Uzia kwa makusudi kabisa, kwa lengo kabisa la Mungu. Anataka uweze kubadilisha mazingira yaliyopo, kuwabadilisha watu, mazingira yaliyopo. Kwa nini? Kwa sababu wengine mazingira yao si mazuri, mazingira yao wengi yamejaa maneno machafu. Ni maana Mungu anataka wewe mahali ambapo amekuweka, wape neema. Mungu akupe neema ya kukuwa na kitu cha kufanya, ili kusudi wajifunze kutoka kwako. Kuna wengine kama nilivyosema, wengine pia Mungu amewapa nafasi ya, ya Mungu amewapa nafasi ya kuwa na neema ya kushuhudia wengine anaogopa watu, anaogopa marafiki, anaogopa ndugu wengine. Mungu amewapa nafasi ya kuonya, kukaripia, lakini wanaogopa watu, wanaogopa ndugu. Kwa nini? Kwa sababu hao ni wakinauzia ambao, ukiona tu unaogopa kufanya chochote, ukiona tu unaogopa kufanya chochote yake, huyo ni uzia wa kwako, anakuzuia. Na ukiona unashindwa kumwabudu Mungu kwa sababu chochote tunachofanya kinaweza kikamwabudu Mungu. Ikiwa ni kazi, unaweza kumwabudu Mungu; ikiwa ni biashara, unaweza kumwabudu Mungu, lakini hata ushauri, unaweza kumwabudu Mungu. Unapotia moyo watu, huko ni sehemu ya kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ibada ambayo Mungu anaitaka ni kufanya kile ambacho Mungu amekusudia. Mapenzi ya Mungu ndio ibada ambayo Mungu anataka kwako, na Mungu anatufundisha katika neno hili kwamba Isaya ameshindwa alishindwa kumwona Bwana kwa sababu Uzia alikuwa kizuizi. Na Mungu akupe neema ya kwamba Uzia asikuzuie, Uzia asikutenge na Bwana, Uzia asikuweke mbali na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu analo jambo anataka kufanya na wewe, kuna kitu Mungu anataka kufanya na wewe. Na unaona tumejifunza ile neno katika maeneo mawili, nimekwambia eneo la kwanza ambayo likuwa namzuia Isaya ni ye mwenyewe kuto kumwona Bwana kwa sababu ya midomo yake ni michafu, ndicho kimesababisha yeye asimuone Bwana. Kwa maana nyingine yeye yeah, asiweze kumwabudu Mungu, asiweze kumtukuza Mungu. Unasema kivipi? Unaona, anasema mstari wa, kwa, wa kwanza, wa pili ana, wa tatu anasema hivi, maserafi walikuwa naimba, aliwaona maserafi wanaimba wakisema "Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, dunia yote imejawa na utukufu wako." Hayo maneno maana yake Mungu alikuwa anataka pia yapite ndani ya Isaya, yatamke katikati ya Uzia, ili Uzia ajue hata kama yeye ni mfalme bado kuna Mungu Bwana Mungu wa majeshi ambaye dunia yote imejaa utukufu wake, na chochote ambacho kipo mahali popote. Mungu alikuwa anataka utukufu wake ujulikane katikati ya Uzia, utukufu wake uonekane katikati ya kazi anaofanya, utukufu wake uonekane katikati ya biashara anaofanya. Mungu anataka utukufu wake uonekane katikati ya nyumba ulionayo, ya uzao wako, watoto wako, Mungu ajulikane katikati ya biashara ulionayo, Mungu ajulikane na kuna wengine Mungu kawapa neema, walikuwa na kitu kizuri, Mungu aliwapa neema ya kutia moyo, kufanya hivi, kuachilia sadaka, lakini ghafla wakaanza kuogopa watu wa watu, watanionaje? Wao unajua, na mazingira na hali ya hewa, na hasa watu wa natuna, tunaishi kwa kupambana na kukimbizana na mazingira baada ya kukimbizana na Mungu. Mungu anataka tukimbizane na yeye, yeye ndiye anayejua mazingira. Liko neno la Bwana ndani yako ambalo Mungu anataka uende nalo mahali. Ilikuwa na huzuni, kulikuwa na ukiwa, kulikuwa na hali ya kukata tamaa. Hilo neno la Bwana utakalo lisema mahali hapo, utakalo lifanya mahali hapo, litafanya Mungu aanze kuruhusu vitu vingine vifanyike. Roho Mtakatifu aanze kufanya vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akupe neema. Wewe Mungu ambaye alikupaka mafuta, alikupa neema ya kwamba wewe mahali amekuweka, amekuweka kwa ajili ya yeye Mungu, utukufu wake ujulikane. Utukufu wake ujulikane kwa maana ya kwamba watu wajue, Bwana Mungu wa majeshi, dunia yote imejawa na utukufu wake, dunia yote imejawa na utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anatamani sana na anataka sana kwetu iwe kitu kizuri kwako wewe ambaye unasikia mzigo wa kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu. Kumbuka nimekwambia hivi, uwezi kumsifu Mungu usiyemjua, uwezi kumwabudu Mungu usiyemjua, uwezi kumheshimu Mungu, Mungu usiyemthamini, uwezi kumwabudu Mungu usiyejua thamani yake, uwezi kumwabudu Mungu usiyempenda. Kwa hiyo hakikisha kwanza unamjua Mungu, unampenda Mungu, unamfahamu unamthamini unajua thamani yake unajua neema yake unajua nguvu zake, ni rahisi sana kwako kumwabudu Mungu. Anza kwa kutafuta kumjua Mungu. Na anasema katika kitabu kile cha Mithali, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokuchilia. Kumjua sana Mungu, kumjua sana Mungu ndiko kunakoweza kukuruhusu wewe ukafanya jambo jema ukafanya kitu kikubwa ukamwambia Mungu kwamba Bwana Mungu wa majeshi, utukufu wako na ujulikane utukufu wako ujulikane kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo ambalo Mungu analitaka kwako na anatamani hicho kitu kikae vizuri. Kwa nikutie moyo wewe mtoto wa Mungu na nikwambie kwamba tamani ndani yako kile ambacho Mungu ameweka. Mahali pengine Mungu amekuweka ili kuachilia ilo neno la Bwana lipate kubadilisha watu, sababu Isaya alikuwa na neno la Bwana ndani yake, kama tu ameweza kujua baada ya Uzia kufa, na anasema alipokufa mfalme Uzia analimuona Bwana. Kama alimuona Bwana alafu ghafla anasema ole wangu mimi, midomo yangu michafu na ninakaa katikati ya watu wenye midomo michafu, maana yake anazungumza kitu ambacho aliwahi kuwa safi. Isaya aliwahi kuwa safi, aliwahi kuwa na midomo misafi, lakini ghafla tu alipokaa na watu wenye midomo michafu mdomo wake ukachafuka. Alipokaa na watu wenye maneno mabaya, watu ambao wanaongea ongea, wanafanya kila kitu kibaya, midomo yake ikachafuka. Kwa hiyo Mungu akakosa heshima na wale watu wakamzuia. Kwa hiyo tunaweza tukasema Uzia alihusika kuwa sehemu ya kizuizi cha Isaya kumuona Bwana kwa sababu alimezwa na mazingira ambayo alikuwa na wakina Uzia. Bwana Yesu asifiwe, mazingira yasikumeze kama ndani mwako Mungu ameweka neema ya kumwabudu Mungu, mwabudu Mungu. Mungu ameweka ndani yako neema ya kushauri shauri. Mungu ameweka ndani yako neema ya maombi, omba. Mungu ameweka neema ya kutia moyo, tia moyo. Mungu ameweka neema ya kutoa sadaka, toa sadaka Ziseme hao watu watanionaje, mazingira yatanionaje? Kuna wengine Mungu amewawekea ndani yao kabisa ile hali kabisa ya kumpenda Mungu kwa njia ya ushauri, kwa mali zao, kumwabudu Mungu kwa vitu vyao walivyo navyo, alafu kwa sababu ya mazingira, watu wameogopa mazingira. Mazingira yamesababisha watu wameshindwa kumwabudu Mungu, wameshindwa tena kumpa Mungu heshima kwa sababu tu mazingira waliokutana nayo si sawa. Mazingira ambayo amekutana nayo yamekuwa mazingira magumu, yameleta vitu vikwazo, ghafla wamejikuta wana wa midomo michafu, wana maneno machafu ambayo wa hayaeleweki, wana kila aina ya neno. Unakuta mtu tu alikuwa na kitu kizuri cha kumwabudu Mungu, kitu cha kumpenda Mungu, kitu cha kumtukuza Mungu, kitu cha maombi, kitu cha sadaka, lakini ghafla ameanza kuwa tu mkali, maneno yamekuwa makali, anarusha kwa nini? Kwa sababu ya mazingira aliyokutana nayo Ndicho ambacho kilichompa shida Isaya, kwamba mazingira ma aliyokutana nayo yalimfanya akashindwa kumuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akubariki sana, Mungu akupe neema na Mungu akutengenezee hiyo kiu ya kwamba mazingira yasikusumbue, yasikusumbue kabisa kumuona Bwana, yasikusumbue kabisa kumpa Bwana heshima, yasikusumbue kabisa kumuinua Mungu, yasikusumbue kabisa kumwabudu Mungu, mazingira hata kama ni magumu kiasi gani Mungu kama amekuweka mahali hapo, anayo sababu, anajua kuna namna ukianza kugusa hiyo batani ya kumwabudu Mungu mahali hapo. Kuna namna ukianza kugusa hiyo batani ya maombi mahali hapo. Kuna namna ukianza kugusa hiyo batani ya kushauri mahali hapo. Itabadili mazingira, mazingira yatabadilika. Yanategemea wewe kujua kwamba ndani yako kuna neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akupe neema na Mungu akutunze na Mungu akufiche na natamani sana ndani mwako Pate nafasi ya kumjua Mungu kama Mungu. Nataka niwe rafiki yako, uwe rafiki yangu, ili napoweza kukuabudu, mazingira yasinizuie, napoweza kukusifu, mazingira yasinizuie, napoweza kushauri, mazingira yasinizuie, napoweza kuwa na maombi, mazingira yasinizuie, napoweza kuwa na neema ya kutoa sadaka, mazingira yasinizuie, napoweza kuwa na neema ya kushauri, mazingira yasinizuie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani sana ndani yako uwe na kiu, kuwa na kiu na yawezekana ungetamani Mungu akupewe neema. Ebu tamani kwa Mungu, nakuhitaji, niwezeshe Yesu, niwezeshe Mwokozi, siwezi mimi na kuhitaji huyo Yesu katika mazingira ambayo nayo, kwa sababu ndicho ambacho kilichomsaidia Isaya baada ya Mungu kumuondoa Uzia, baada ya Mungu kumwondoa Uzia, Isaya akaweza kumwabudu Mungu mazingira yalikuwa magumu, lakini Mungu akaingilia kati na kumsaidia Isaya. Yule mwimbaji anasema wimbo huu. Natamani sana ndani yako uwe sehemu ya maombi yako kwa Mungu, kwamba Mungu ninaomba, najua siwezi, mazingira yanayokutana nayo siwezi, wakati mwingine hali ya hewa, wakati mwingine marafiki, wakati mwingine kuna vitu mbalimbali ambavyo vinanizuia, wakati wengine ni ndugu, wakati mwingine ni ndoa uzao wakati mwingine ni uchumi unasumbua, lakini Mungu, madamu umenipa hii neema, ninaomba Mungu unipe nafasi, ninaomba unisaidie. Yawe ni maombi yako, yawe ni maombi yako kwa Mungu, yawe ni maombi yako kwa Mungu. Mwambie Mungu, nakuhitaji, nakuhitaji Mungu, nakuhitaji Mungu, nakuhitaji Mungu, nakuhitaji Mungu na

Nimekujia Yesu, nimekujia Bwana, nimekujia Yesu. Yesu niwezeshe, niwezeshe Yesu mwokozi. Hata kama mazingira ni magumu, Yesu nimekujia, nimekujia Yesu. Mazingira hayafai, Yesu nimekujia, niwezeshe mwokozi, niwezeshe mwokozi, niwezeshe Yesu. Mazingira magumu, Yesu, lakini nakujia Bwana. Hata kama ni mazingira hayafai, Yesu niwezeshe, Yesu niwezeshe, Mwokozi niwezeshe, Bwana. yawe ni maombi yako kwa Mungu. Yawe ni maombi yako kwa Mungu, mwambie Bwana, mazingira ni magumu, lakini niwezeshe Yesu, niwezeshe. Niwezeshe Bwana. Yesu niwezeshe, ni Bwana, niwezeshe Bwana Yesu, ni ni Yesu. Mazingira ni magumu, lakini niwezeshe Bwana niwezeshe Bwana. Haya ni maombi yangu Yesu, Yesu niwezeshe. rabo rabo shandara basikikiliabo rama sikikiliabo rabo shenderi ya masakara ribo shenderi ya masakara basi Yesu ka rabo shandara basi Yesu kukutana na huyo ndugu ambaye bwana ametamani kukuabudu Yesu, lakini mazingira yamembana Bwana, mpe nafasi Yesu wa kuabudu. Kutana naye ambaye Bwana ametamani Mungu kusifu katika roho na kweli, lakini mazingira yamembana Bwana Yesu, mpe neema Yesu ya kukusifu katika roho na kweli Bwana. Kutana na huyu ambaye Bwana ametamani Mungu kuachilia sadaka kwa moyo wa shukulani, lakini Mungu mazingira yamembana Bwana e Mungu mpe neema Bwana muwezeshe Bwana muwezeshe Yesu Mungu, kutana na ambaye Bwana ndani yake Mungu anasikia kushuhudia Bwana, lakini mazingira anaogopa. Bwana mpe neema Yesu ya kufanikiwa Mungu kushuhudia Bwana. Mungu, kutana naye ambaye Bwana ndani yake ana roho ya kutia moyo Bwana, lakini mazingira Mungu anayokutana nayo Bwana anamsubua Bwana. Mpe neema Yesu, mpe neema Yesu, mpe neema Bwana, mazingira simzuie Bwana kutia moyo imashakarabasikikiria basakara masibi Yesu Yesu Yesu mpe neema Bwana mpe neema Yesu mpe neema Yesu. Mwingine Bwana anatamani kila wakati akae kwenye maombi, lakini anaona mazingira yanamsumbua. Bwana mpe neema Yesu mpe neema Yesu msaidie Bwana mwezeshe Yesu mwezeshe Bwana mwezeshe Mungu liahai mwezeshe Yesu mwezeshe Bwana Yesu mwezeshe Bwana mwezeshe Yesu rabo shete riamasaka rabasikiki ribo shandarabasikiki riabo rimashakaka rabasakakarabasibi Mungu liye hai. Mwingine Bwana anatamani kufanya biashara vizuri Bwana, lakini mazingira yanamsumbua Bwana Yesu, mpe neema yo Yesu mwezeshe Bwana, Mungu wetu. Mwingine Mungu anatamani Bwana kutia moyo wengine Bwana, lakini mazingira aliyokutana nayo Bwana yanamsumbua Yesu. Yesu mpe neema Bwana, mpe neema Bwana. Muwezeshe Yesu. Muwezeshe Roho Mtakatifu. Muwezeshe Roho Mtakatifu. Rabo shandara basiki kiriabo. Rama siki kiri.

aaawaayesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe wa sana. Yawezekana ndani mwako ungetamani pia kuuliza maswali au kupata msaada zaidi, basi unaweza ukatumia namba ya WhatsApp 0752 883358 0752 883358. Una maswali uliza maswali yako. Una kitu chochote unataka kujua uliza kwenye namba hiyo kwa njia ya WhatsApp. Lakini ndani mwako unasikia kuachilia sadaka, achilia kwa namba hiyo hiyo pia ya 0752 883358. Mungu akupe neema hiyo. Mungu akupe neema zaidi ya kuendelea. Na Mungu akupe neema zaidi ya kukua zaidi. Una maswali, uliza kwa namba hiyo. Unasikia kuachilia sadaka, achilia kwa namba hiyo hiyo pia. Mungu akubariki sana. Wewe ni Mungu wastai